Uwekezaji mkubwa ambao umefanya na serikali yetu ya awamu ya sita haya, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mafanikio hayo yapo katika tumeagawanya, yapo katika miundombinu. Kukamilika kwa hili jengo la huduma la afya mama na mtoto imekuwa ni mafanikio makubwa sana, kwanza imesaidia pia kutoa huduma katika hali nzuri, na wao of course wanafurahia kuja kupata huduma hapa, lakini pia kukamilika kwa jengo la mtambo wa kuzalisha hewa tiba ya oxygen, inazalishwa hapa na hii inatusaidia hata likitokea janga lolote mlipuko, labda na tatizo la mfumo wa upumuaji, tunaweza kupata tunakuwa na access direct ya kuweza kupata oxygen, kwa sababu hata wodi zetu zimeunganishwa na oxygen piping. Mtambo unawaka una, una 24 hours na oxygen inakuwa supplied kwa wale wenye mahitaji. kwa ni ni, ni mafanikio makubwa sana. Kuna jengo pia la kutolea huduma wagonjwa wa mahututi, lakini pia kuna jengo la kutolea huduma za dharura ya maana hiyo ndio, lakini pia kwenye vifaa tiba hospitali ya Mawenzi ni miongoni mwa hospitali kumi na tatu ambazo zina CT scan mbili, kuna CT scan ya kwanza ambayo ni general CT scan. ambao kwa hospitali zote za mkoa hii <coughs> CT scan zipo 28 lakini sisi tumepata bahati ya kupata CT scan nyingine ambayo inaitwa ina, ni dental specialized CT scan ambayo katikati ya huu mwezi itaanza kufanya kazi na kuna hospitali zingine za Zonal Hospital, National Hospital hazina hiki kipimo cha CT scan ambacho tuko nacho. Kwa tuna digital X-ray mbili, tuna huduma za hata saa tisa. Lakini upande wa huduma tumejitahidi kuanzisha hizo huduma za private ward, kuanzisha huduma za kusafisha damu, na hiyo imekuwa ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini sasa hivi tuna kuanzisha <coughs> hizo huduma na takriban toka tumeanza miezi minne kuna wagonjwa 15 ambao wameshaanza kupata hizo huduma za kuchuja damu kwa maana walikuwa wamepata changamoto za figo na wanaendelea, lakini pia tumefuata maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ah, Mohamed Mchengerwa kwamba gharama za kuchuja damu zisizidi zaidi ya laki moja na sitini, na sisi tumetekeleza hilo. <coughs> Baadhi ya changamoto ambazo tunazo ni mchakavu wa, wa, wa, wa majengo, kama tulivyosema, hiyo hospitali ina almost miaka mia moja na sita. Kwa hiyo kuna mchakavu mkubwa wa majengo, lakini pia kuna upungufu wa watumishi, japo mwaka huu wa fedha tumepata watumishi 17 wa ajira mpya. Kwa hiyo tunashukuru pia serikali kwa kutupatia watumishi. So kuna mikakati ya ya ya, ya ya ya kutatua. Ya kwanza ni kufanikisha upatikanaji wa taalamu mbalimbali wa hospitali ya mkoa, ikiwa ni pamoja na kupeleka watumishi masomoni ili kuongeza ujuzi. Tuna watumishi almost 25 ambao tunawapeleka kwenye kuongeza elimu. Lakini upande wa miundombinu, tumehakikisha kuendelea na kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya hospitali inayoendelea na utekelezaji wa hatua mbalimbali kwa kutumia vyanzo vya ndani kwa kutenga asilimia 18 ya bajeti kwa ajili ya ukarabati wa hospitali kupitia maeneo yote haya. Ni kwa sababu tulikuja kuomba imani kwamba tutaongoza kwa imani kubwa na tutawasundukea, na hiyo hiyo ndiyo sababu tunakuja kuwaona, ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza tuliyoahidi, ili tunapokaa kwenye vikao vetu, pia tuhojiane, chama kihoji serikali kwamba mlikwama wapi bona tulisimamia na tulitafuta na na tulitoa na ahadi na miongozo. Kwa hiyo uhalali wa Chama cha Mapinduzi kutembelea haya maeneo na kuja kukagua miradi na kuangalia huduma kwa wananchi zinaendaje kunatokana na katiba kwamba chama ndio kitakuwa dhamana ya kusimamia serikali. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba hii ni kazi ya serikali, lakini mwenye dhamana ya kusimamia ni chama. Na mpaka sasa na miaka mingi ijayo, tunaamini kazi itaendelea kubaki ndani ya mikono ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo, hoja kwa nini sisi inafanya hivi ni kwa sababu sisi ndio wafadhili na ni wasimamizi wa serikali. Jina majina amajina nata Venerana tena si Masawe mkazi wa kilimanzazokia mdogo wa im. Kwa kweli, napenda sana kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi walioifanya hasa ya nafurahi sana maana yaani, Mawenzi mebadilika, pamekuwa pazuri sana yaani kindya, kama kaa chuoni vizuri, maji ya moto, yaani vitu kama uo tunaviona hospitali za private, lakini Mawenzi hospitali ya serikali. Kwa kweli, yaani sisi tunapokelewa vizuri, wahudumu ni wazuri kwa kweli kazi ni nzuri sana. Tunamshukuru sana Rais wetu yamuri, mudana, mudanga, mfaisi, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunamshukuru pia mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Mawenzi, tunamshukuru sana. Tunashukuru sana uongozi tuna wote kwa kweli kwa kazi nzuri, jamani, tunashukuru maana tumekaa sehemu nzuri, huduma ni nzuri, upendo wa kutosha, tuna yani tunaonyeshwa tuna tuna, kwa kweli yani tunashukuru sana, tunamshukuru sana na Mama Samia.